Kardinali Polycarp Pengo, Askofu Mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Tanzania, alizaliwa Agosti 5 mwaka 1944 katika parokia ya Mwazye, jimbo katoliki Sumbawanga, Tanzania. Kuanzia mwaka 1959 hadi mwaka 1964 alipata elimu yake ya sekondari katika seminari ndogo ya Kaengesa. Mwaka 1965 aliingia Seminari Kuu ya Kipalapala kwa miaka mitatu ya falsafa mwaka 1965 hadi mwaka 1967, na miaka minne ya teolojia mwaka 1968 hadi mwaka 1971. Alipewa daraja takatifu la upadri katika jimbo la Sumbawanga tarehe 20 Juni mwaka 1971, na kwa muda miaka miwili kuanzia Juni mwaka 1971 hadi Julai 1973 alikuwa katibu wa askofu. Kuanzia mwaka 1973 hadi mwaka 1977 alisoma teolojia ya maadili huko Roma katika chuo kikuu cha Kipapa cha Laterano, Academia ya Mtakatifu Alphonsus, ambako alipata shahada ya uzamivu. Baada ya masomo yake, alirudi Tanzania na kufundisha teolojia ya maadili katika seminari kuu ya Kipalapala kwa muda wa miezi tisa mwaka 1977, kisha akateuliwa kuwa gambera wa kwanza wa seminari kuu ya Segerea, wadhifa aliyotumikia kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 1983. Papa Yohan Paul wa pili alimteua kuwa askofu wa Nachingwea Novemba 11 mwaka 1983 na kamweka wakfu Januari 6 mwaka 1984 katika siku kuu ya Epifania katika basilika ya Mtakatifu Petro, alitawazwa rasmi na kukabidhiwa jimbo Februari 19 1984. Oktoba 17 1986, aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Tunduru Masasi na alitawazwa Februari 12 1987. Aliteuliwa kuwa askofu mwandamizi wa Dar es Salaam tarehe 22 Januari 1990. Alitawazwa rasmi kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu tarehe 22 Julai mwaka 1992 kufuatia kustaafu kwa Kardinali Laurin Rugambwa. Jumapili ya Septemba 2 mwaka 1990, wakati wa ziara ya kitume ya Papa Yohane Paul wa pili nchini Tanzania, akiwa askofu mwandamizi wa Dar es Salaam wakati huo alimkaribisha papa kwa maneno ya heshima mwanzoni mwa mkutano na mapadri na watawa katika kanisa la Mtakatifu Petro, Dar es Salaam. Katika kulitambulisha kanisa la Tanzania kwa papa, alisisitiza hasa uaminifu, upendo na ari ya kulitekeleza jukumu la uinjilishaji. Aprili 12 mwaka 1984 alihutubia mkutano mkuu wa nne wa kawaida wa baraza maalum la sinodi ya maskofu wa Afrika baada ya hotuba yake ilikuwa kukuuza zaidi imani ya kikristo katika maisha ya kila siku. Kuanzia mwaka elfu mbili na saba hadi mwaka elfu mbili na tisa alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mikutano ya baraza la maskofu wa Afrika na Madagaskar. Alikuwa mjumbe wa baraza la makadinali kwa ajili ya utafiti wa masuala ya kimuundo na kiuchumi ya kiti kitakatifu. Alishiriki katika konklave ya Aprili mwaka elfu mbili na tano iliyomchagua Papa Benedicto wa 16 na pia conclave ya mwaka 2013 iliyomchagua Papa Francisco. Alifanywa kuwa kardinali na Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili katika konsistori ya tarehe 21 Februari mwaka 1998, akikabidhiwa kanisa la Bikira Maria wa La Salet. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amefariki dunia Februari 19 mwaka 2026 katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete akiwa na umri wa miaka 82. raha ya milele umpe e Bwana mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani. Amen. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.